Hayo yamesemwa na afisa ya utalii kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, bwana Lembolos Ole, amesema moja ya majukumu ya TAWA ni kutoa elimu kwa wananchi juu ya kuishi kwa uhusiano mzuri na wanyamapori, sambamba na kuwapatia fursa mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Mambo mengi ambayo tunafanya kwa ajili ya kusaidia jamii ili iweze kunufaika na mambo yao ya ki, kiuchumi kwa mfano, shughuli ya kutoa elimu ya uhusiano na kuhusiana na wanyama wakali na waharibifu tunatoa elimu hiyo kwa ajili ya kusaidia kupunguza ile ile uhusiano wa wanyama na binadamu na kupunguza ile ile madhara ambayo yanaweza kutokea kutokana na wanyama wakali na waharibifu. Lakini isu nyingine kwenye TAWA tuna fursa mbalimbali ambazo tunatoa kwa jamii, kwa mfano kwenye utalii wa picha tunatoa fursa, kwa mfano kwenye guiding, lakini pia kunaongeza samani, kwa mfano kwenye tour operators, tour guiding na vitu kama hivyo, kwa lakini, lakini pia tuna uwindaji uindaji wa kitalii ambao ndio shughuli ambayo TAWA ni shughuli mama kabisa ambazo tunafanya, uwindaji wa kitalii katika maeneo yetu ambayo tunasimamia kama game reserve. Uh, katika game reserve tuna game reserve ishirini na nane na maeneo ambayo yakuwa hayana wawekezaji tunatangazia Watanzania waweze kuwekeza. Akizungumzia namna ya kukabiliana na wanyama wakali kama vile tembo, simba na viboko, afisa huyo ameshauri wananchi kupanda mazao ambayo si kivutio kwa wanyama hao, kuweka uzio utakaofanya wanyama isiwe rahisi kuvuka, na zaidi kutoa taarifa haraka wanapowaona wakiingia kwenye makazi yao. Wanyama wakali na waharibifu wameorodheshwa katika kanuni ambazo kuna tembo, kuna chui, kuna mamba, kuna kiboko na fisi. Hawa wanyama unaweza kuepukana nao pale ambapo mwananchi mwenyewe utakutana nao wakiingia katika maeneo ya mashamba yako au kaja kwenye makazi. Kwa mfano, kama tembo, ukiona tembo katika maeneo yako, utulie au usipige kelele. Unaweza kufanya ulinzi wa shamba lako kwa kupanda mimea ambayo sio rafiki kwa tembo. Kwa mfano, ukapanda pilipili au ukapanda kwa kuzungushia zile unapokutana, tuna tuna, tuna waya ambao tuna yani, na wanyama wakali wengine kama simba, inabidi utoe taarifa katika taasisi ambayo iko karibu. Serikali kupitia taasisi zake, inaendelea kuhimiza wananchi kujielimisha kuhusu mbinu sahihi za kuzuia na kukabiliana na wanyama wakali, huku ikisisitiza ushirikiano wa karibu kati ya jamii na mamlaka husika kwa ajili ya kulinda maisha na mali za wananchi. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya. Mimi ni Samuel Mpogole.